Vizuri? Unafanya ulimi hivi? Hivi? Big G, Big year. Ah, tunataka tuone kilicho kwenye ulimi. Hamna kitu. Ah, ah, zaidi. Hamna kitu. <laughs> Okay, sawa. Leo umekuja kwenye kushuhudia tukio la ndugu yako Mboso. Unazungumziaje kwanza kuwepo kwa... wewe ni shabiki wa Mboso na nimekuona kuna clip yako pia umeposti umeweka nyimbo ya Mboso. Eh, shabiki yake. Okay. Nampenda. Unazungumziaje kwanza kuwepo, leo kwenye room number 3? Nimefurahi, nategemea kuona vitu vizuri, kuongea sauti yeah. <laughs> <laughs> <laughs> ni ndogo sana <laughs> na ndugu yako Mbosso, nimefurahi tu kuwa hapa na imani kuna vitu vizuri ndani. Okay. Kuna clip yako imetembea sana mitandaoni kuonyesha kama unatoboa wa ulimi, watu wakaanza kukuata na nini, nasema oh, imekuwaje tena Zaiylissa, tena mambo ya ulimi tena, natoboa ulimi urembo kama urembo mwingine, au nakuchukulia labda image mbaya sehemu ambazo. Mm. Ambazo ni <laughs> amna, ni urembo tu, sawa. Imeathiri okay. So, kwa kiasi gani labda pengine, tumeona rafiki yenu uh, Sophie alizungumza kwenye moja kati ya interviews maneno ambayo sio mazuri, then akaja kuomba msamaha uh, huwa inaku disappoint ama zinaku disappoint vipi nyie watu maarufu kuzungumza vitu kama hivyo mwisho wa siku unajutia sio kitu kizuri, na ndio maana amekuja kuomba msamaha. Amekosea na sisi tunamwombea msamaha pia, watu wamsamehe, ameteleza. Ulichukuliaje wewe baada ya kuona ile clip ya Sofia akizungumza vile vibaya? Tumeongea naye. Ulimpigia simu? Nampigia. Alisemaje? hayuko sawa, hayuko sawa, lakini yeye amesema kwamba alikuwa amelewa. Alikuwa amelewa. hmm. Ulishafanya kitu kama hicho ukajutia na yuko upande wako vile yeah. Hapana, ishatoka atuko kambini wakati ka ile na sisi, kambini. Achuko kambini ali ali ameomba msamaha kwenye group la kazi, sio kazi. Ongea swali langu la mwisho Zai use uh, cut mlionekana mko Mwanza mm-hmm. na timu jua kali, na ikaonekana clip fulani ambayo baadhi ya ndugu zako wajua kali wakiimba kuhusiana na ishu ya Dullah Makabila, wakasema Dullah Makabila imekufundisha na nini, watu wakaanza kuisaba pengine labda Zai na Dullah Makabila wamerudiana kwa kwenye mahusiano. Hapana, hatujarudiana. Wai walikuwa naimba vile, tuko tuna enjoy tu uh -huh. Yeah, ni kawaida. Wewe wewe unavyoona Dullah like mweze mkarudiana, nazungumza na Dullah hatuwezi kurudiana. Kwa sababu gani? Hatuwezi mimi siwezi, hatuwezi kwa nini? Unahisi hawezi? Siwezaji, yani tukiachana tumeachana. Lakini wewe sasa, inaonekana kama una enjoy sana maisha, na kuona mara nyingi kuna step yako unaenda saa zima, na sasa hivi ni kwamba una enjoy sana maisha kuliko zamani? Kawaida, alhamdulillah, nashukuru kwa single. Raha, nilikwambia niko single. Kwa hiyo nyuma yake kuna mtu ulizungumza, kosingulizungumza juzi kati kwamba wewe uko single na hauko kwenye mahusiano sisi siwezi kuongelea mahusiano lakini pia siwezi kusema kama ni kosingo au sikosingo. Lakini kwenye mahusiano sasa. Ila sasa hizo no comment uh, uh, mbona unazipendaga za Elisa jamani? Ah uh, sasa kuongelea mahusiano yangu. Siwezi kuongelea. Unataka kuzungumzia mahusiano yako? Yaani siwezi kuongelea hizo issue. Ni comment gani ambao umekutana nayo baada ya kutoboa ulimi? Uh, si so, sa... <laughs> so, na baada ya kutoboa ulimi nini kinakuja kufuata kutobolewa?